Eyo, mambo vipi? Leo kwenye jewa juu anataka ni kufahamishe juu ya nchi zinazoongoza kwa vivutio vya utalii barani Afrika, ambapo nafasi ya kwanza inashikiliwa na, na nchi ya Tanzania, na hii ni kutokana na uwepo wa mbuga mbalimbali za wanyama ikiwemo Serengeti, Ngorongoro na mlima maarufu duniani, mlima Kilimanjaro, pamoja na fukwe za bahari zinazopatikana Zanzibar. Nafasi ya pili inashikiliwa na Afrika Kusini, na hii ni kutokana na uwepo wa Cape Town, Table Mountain, safari ama Kruger National Park, pia pamoja na miundombinu bora ya utalii. Nafasi ya tatu inashikiliwa na, na nchi ya Morocco na hii ni kutokana na uwepo wa jangwa maarufu duniani jangwa la Sahara, pia pamoja na uwepo wa utamaduni wa Kiarabu uliochanganyikana na tamaduni za Kiafrika. Nafasi ya nne inashikiliwa na, na nchi ya Misri ama Egypt na hii ni kutokana na uwepo wa piramidi za Giza na uwepo wa mto maarufu duniani mto Nile pamoja na historia ya kale. Nafasi ya tano inashikiliwa na, na nchi ya Kenya na hii ni kutokana na uwepo wa Masai Mara pamoja na safari na fukwe za Mombasa pia pamoja na uwepo wa tamaduni za Kimasai. Nafasi ya sita inashikiliwa na, na nchi ya Namibia. Hii ni kutokana na uwepo wa jangwa la Namib e, mandhari ya kipekee sana pia pamoja na utalii wa asili ambao unajulikana kama eco tourism. Nafasi ya saba inashikiliwa na, na nchi ya Botswana. Hii ni kutokana na uwepo wa delta ya Okavango pia pamoja za kifahari na uhifadhi mzuri wa wanyamapori. Nafasi ya nane inashikiliwa na, na nchi ya Tunisia. Hii ni kutokana na uwepo wa fukwe za Mediterranean magofu ya Carthage pamoja na historia ya Warumi. Nafasi ya tisa inashikiliwa na, na nchi ya Rwanda, hii ni kutokana na uwepo wa mountain gorillas, usafi na usalama pamoja na utalii wa Ecology. Na nafasi ya kumi na nafasi ya mwisho inashikiliwa na nchi ya Mauritius, hii ni, ni kutokana na uwepo wa visiwa na fukwe za kifahari pamoja na utulivu na huduma bora za utalii. E bwana, ulikuwa na mimi Issa Mwimbi kwenye jewa jua nilikopo na kufahamisha juu ya nchi zinazoongoza kwa vivutio vya utalii barani Afrika. Bwana, tuonane, chao.